Nataka kuambia kwamba sasa hivi nchi yetu imefunguka. Tanzania imefunguka. Biashara imefunguka. Uwekezaji umefunguka. Maeneo haya ni maeneo mali kwenye maeneo yenu. Sasa mwekezaji anapofika Tanzania anakwenda TIC kutafuta vibali, akisha kupata vibali kinachofuata ni ardhi. Ardhi iko wapi? na inategemea mradi gani anataka. Inawezekana mradi anayotaka kuwekeza uko kwenye eneo lako. Tunadhani halmashauri au wilaya itatuambia kuna eneo kadhaa, ardhi iko wazi, mwekezaji huyu aje kuwekeza. Haitokei hivyo. Mwekezaji anapata vibali vyote, inamchukua miezi sita, saba anazunguka kutafuta eneo la uwekezaji, ardhi ya uwekezaji amekuja na pesa yake, amekuja na hamu yake ya kuwekeza Tanzania, lakini inapokuja kwenye ardhi hatuna maeneo. Ndugu zangu, hilo moja, lakini pia la pili, uwekezaji hautoki tu nje, unafanywa pia ndani. Kwa hiyo tuhamasishe wawekezaji wetu wa ndani. Kuna watu wana vibiashara vyao wana visenti vyao, wanataka kuwekeza ndani ya maeneo yao, lakini tunaweka vigingi, tunamzungusha mtu kama hajatoa kitu hapati kitu. Sasa ni muombe sana, maendeleo hayako hivyo. Tukirahisisha na tukiwapa watu njia za urahisi wa kuwekeza, na tutakapofanya kwamba huduma zote za vibali vya uwekezaji vipatikane ndani ya nyumba moja, inakuwa rahisi zaidi, na inakuwa hamna kukwepana zaidi, hasa kwa sababu sasa tunatumia TEHAMA, ni rahisi kusomana. Huku kwenye ardhi kasema nini? Je, huku kwenye engineering kasema nini? Huku kasema nini? Na wewe kwa, kwa, kwa mtiririko wa sheria na kanuni zako unasema nini? Ni rahisi sana, na kwa bahati njema tunawajengea majengo mengi mapya ya halmashauri yenye huduma zote na vifaa vyote vya kufanyia kazi. Sasa hakuna sababu kwa nini wananchi wakose huduma, kwa nini wawekezaji wazungushwe kwa nini? Hakuna sababu kwayo. Niwaombe sana ndugu zangu, kwenye eneo la uwekezaji engezeni nguvu, ili muongeze mapato kwenu, lakini na serikali ipate na maendeleo yapate kuwa endelevu, yaendelee. Tufanye hivyo kwa maslahi mapana ya taifa letu.